Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awad Rashidi. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa mapambano dhidi ya ugaidi wa Hamas hayawezi kuhalalisha mateso ya raia wa Gaza. Amesema haielewi tena ni nini hasa Israel inajaribu kukifanikisha. Kansela huyo wa Ujerumani amesema siku ya Jumatatu kuwa kiwango cha sasa cha mashambulizi ya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza kiwezi tena kuhalalishwa kama mapambano dhidi ya Hamas kuumiza raia kwa kiwango kikubwa namna hii kama ambavyo kumeongezeka siku za hivi karibuni hakuwezi tena kuelezwa kama vita dhidi ya ugaidi wa Hamas alisema Merz katika mahojiano na shirika la utangazaji la WDR. Merz ameongeza kuwa anapanga kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wiki hii kumtaka asiende mbali kupita kiasi. Ingawa kwa sababu za kihistoria Ujerumani huwa makini zaidi katika ukosoaji wake kuliko baadhi ya wa washirika wake wa Ulaya. Hata hivyo, kama mistari itavukwa na sheria ya kimataifa ya kibinadamu itakiukwa waziwazi, basi Ujerumani na kansela wa Ujerumani lazima aseme jambo zake zilitolewa kabla ya safari yake kuelekea Finland Jumatatu mchana na zilikuja muda mfupi baada ya shambulio la Israel dhidi ya eneo linalohifadhi wakimbizi kaskazini mwa ukanda wa Gaza mapema asubuhi, lilosababisha vifo vya watu kadhaa. Siku ya Jumatatu, jeshi la Israeli lilitoa amri kwa wakazi wa baadhi ya maeneo ya Khan Yunus kusini mwa Gaza kuhama, likidai kuwa makundi ya kigaidi yalirusha maroketi kutokea maeneo hayo. taasisi za kigaidi zinaendelea kurusha makombora kutoka maeneo yenu

Eneo la Khan Yunus linachukuliwa kuwa uwanja wa mapigano, hamieni mara moja kuelekea magharibi katika eneo la Mawas, taarifa hiyo iliongeza. Shirika la Gaza Humanitarian Foundation linatarajiwa kuanza kazi licha ya kujiuzulu kwa Marekani aliyekuwa akiongoza juhudi hizo. Jack Wood alijiuzulu siku ya Jumapili, akieleza kuwa mpango mpya wa msaada hautamruhusu kutekeleza majukumu yake kwa uhuru. Ni wazi kuwa haiwezekani kutekeleza mpango huu huku nikizingatia kikamilifu misingi ya kibinadamu ya utu kutokuegemea upande wowote, usawa na uhuru wa kujitegemea, misingi ambayo siwezi kuiacha, alisema katika taarifa yake. Israel imeshutumu Hamas kwa kuingilia misaada hiyo, lakini umoja mataifa pamoja na mashirika misaada wamekanusha kuwepo kwa udanganyifu. Umoja mataifa pia umekataa mpango wa Israel wa kusambaza msaada kupitia wakfu huo mpya wa Gaza Humanitarian Foundation. Umoja wa Mataifa umesema mpango huo unairuhusu Israel kutumia chakula kama silaha, kwani utawalazimisha raia kutembea mrefu kupitia maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Israel ili kupata msaada wa chakula Israeli ilikuwa imezuia kuingia kwa chakula mafuta dawa na vifaa vingine vyote kwa karibu miezi mitatu kabla ya kuruhusu kiasi kidogo cha misaada wiki iliyopita baada ya jumuiya ya kimataifa kupiga kelele na kuonya juu ya baa kali la njaa Gaza Humanitarian Foundation ilianzishwa mwezi Februari na inaungwa mkono na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump na wakati hayo wakijiri, baadhi ya duru zimeeleza shirika la habari la Al Jazeera kuwa Hamas imekubali pendekezo la kusitisha mapigano Gaza lilotolewa na Marekani. Rasimu ya makubaliano hayo ni pamoja na kusitisha mapigano kwa siku 60 na kuachiliwa kwa mateka kumi walio hai pamoja na miili ya watu wengine kadhaa kwa malipo ya wafungwa wa Kipalestina katika hatua mbili, ilisema taarifa. Mateka watano wa Israel wataachiliwa mwanzoni na wengine watano wataachiliwa ndani ya siku 60 dhidi ya ukanda wa Gaza vimesababisha vifo vya Wapalestina elfu hamsini na tatu na wengine zaidi ya laki moja na ishirini wamejeruhiwa kulingana na wizara ya afya Gaza ofisi ya vyombo vya habari vya serikali ilisasisha idadi yake ya vifo hadi zaidi ya watu elfu sitini na moja ikisema maelfu ya watu walipotea chini ya vifusi wanakisiwa kuwa wamekufa mchambuzi wa mashariki ya kati Hasan Mnaima ameeleza kutilia shaka tangazo la kusitisha mapigano kwa Gaza akibainisha kuwa Hamasi inadhamiria kusitisha mapigano lakini ana wasiwasi na wa Israel. Ni wazo kwamba serikali ya Israeli inapaswa kukabiliana na watu wenye msimamo mkali ndani yake ambao wanakataa hata usitishaji wa vita wa kudumu. Tutasubiri na kuona kile ambacho Israeli inasema, lakini hii ni sawa zaidi. Tumeona hili hapo awali, alisema. Na mkuu wa jeshi la Ujerumani amesema lazima taifa hilo liongeze silaha zake kwa kiasi kikubwa ifikapo mwaka 2029, mwaka ambao serikali ya sasa inatarajia tishio linalowezekana kutoka kwa Urusi. Moscow imekanusha mara kwa mara kutokuwa na nia yoyote ya kichokozi dhidi ya nchi yoyote ya NATO, ikipuuzilia mbali uvumi wa nchi za Magharibi juu ya uwezekano wa kutokea kwa shambulio hilo kama uchochezi unaolenga kuhalalisha uvamizi wa kijeshi unaofanywa na wanachama umoja huo. Agizo la mkuu wa jeshi wa Ujerumani linasisitiza ununuzi wa mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga na mifumo yenye uwezo mufti wa kushambulia kwa usahihi wa masafa marefu yanayozidi kilomita mia tano. Kansela Friedrich Merz alitangaza siku ya Jumatatu kwamba serikali yake imeondoa vikwazo vya aina mbalimbali za vya silaha inayoweza kusambaza kwa Ukraini ili kupambana na Urusi. Habari hiyo inachukuliwa kama kidokezo cha uwezekano wa uwasilishaji wa makombora masafa marefu ya Taurus ambayo serikali iliyopita ilikataa kuyatoa kwa Ukraine. Serikali ya Merz inakusudia kutenga hadi asilimia tano ya pato lake la taifa kwa miradi inayohusiana na usalama ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini na mbili ongezeko kubwa kutoka kwa kiwango cha sasa cha karibu asilimia mbili. Merz amesema kuwa matumizi hayo yatabadilisha pakubwa ya jeshi la Ujerumani na kuwa jeshi la kutisha zaidi barani Ulaya. Hivi karibuni waziri wa ulinzi Boris Pistorius alisema kwamba jeshi la Ujerumani litaajiri zaidi wanajeshi ili kuongeza wafanyakazi jeshini. Na kansela ya Ujerumani Friedrich Merz yuko Finland kuhudhuria mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa Nordik. Miongoni mwa mada zitakazojadiliwa ni ulinzi wa jumuiya ya NATO kuelekea kitisho cha Urusi pamoja na ushirikiano wa kiuchumi. Tangu Urusi ilipoanzisha operesheni maalumu ya kijeshi nchini Ukraine, kitisho cha usalama kimeendelea kushamiri hasa kwa taifa la Finland linalopakana na Ukraine. Ripoti za wanajeshi wa Urusi kuwapo karibu na eneo la mpakani kati ya mataifa hayo pia imeendelea kuzidisha kitisho hicho. Baadaye jioni Friedrich Merz pia anatarajiwa kuhudhuria dhifa ya chakula cha jioni na mawaziri wakuu wa mataifa hayo katika kasri la Medvel katika mji wa pwani wa Turku kusini magharibi mwa Finland. Finland na Sweden walijiunga na jumuiya hiyo ya kujihami ya NATO kufuatia Urusi kuanzisha operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Na tukiendelea kusalia barani Ulaya, ni kuwa kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel amesema serikali za uhamiaji na udhibiti wa mipaka zinaweza kusababisha uharibifu kubwa wa Umoja wa Ulaya. Hii ikija baada ya hivi karibuni serikali ya Berlin kuzuia wimbi la waomba hifadhi. Siamini kwamba tunaweza kukabiliana na uhamiaji haramu katika mpaka wa Ujerumani Australia au Ujerumani na Poland. siku zote nimekuwa nikitetea suluhu za Ulaya, Merkel alisema, alipoulizwa kuhusu hatua za hivi punde zilizopitishwa na baraza la mawaziri la kansela Friedrich Merz sera mpya zilizowasilishwa mapema mwezi huu na waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobin zinakataza maombi ya hifadhi katika mipaka yote ya ardhi ya Ujerumani, kuashiria mabadiliko makali ya sera Merkel ya mwaka 2015 wa mipaka wazi isipokuwa kwa watoto, wanawake wajawazito na watu wengine walio hatarini. Kulingana na Merkel, hatua hiyo inatishia uhuru wa kutembea ndani ya EU na uadilifu wa eneo la Schengen ambalo linaruhusu usafiri bila visa katika sehemu kubwa ya kambi hiyo. Amesisitiza kwamba mageuzi yoyote uhamiaji na usafiri yanapaswa kuwafikiwa katika ngazi ya EU, la sivyo, tunaweza kuona Ulaya kiharibiwa, alionya Merkel. Sera ya Merkel ya mlango wazi ya mwaka 2015 ilikabiliwa na msukosuko mkali wa kisiasa huku wakosoaji wakiitaja kuwa ni mbaya baada ya zaidi ya wahamiaji milioni moja kuruhusiwa kuingia Ujerumani wakati wa kilele cha mzozo wa wakimbizi wa mwaka 2015 2016. Ujerumani inasalia kuwa kivutio kikuu cha EU kwanu utafuta hifadhi na mnamo mwaka 2023 ilipokea zaidi ya maombi laki mbili thelathini na saba ya hifadhi na takriban robo ya jumla ya kambi hiyo, kulingana na takwimu za EU. Merz aliahidi kuimarisha udhibiti wa mpaka wakati wa kampeni zake kabla uchaguzi wa mapema mwezi Februari, huku kukiwa rungwaji mkono wa wa umma wa chama cha mrengo wa kulia cha badala kwa Ujerumani, AFD ambacho kinajulikana kwa misimamo yake ya kupinga wahamiaji. AFD ilishika nafasi ya pili kwa asilimia 20.8 lakini ikujumuishwa katika mazungumzo ya muungano na uundaji wa serikali na vyama vikuu. Mapema mwezi huu, shirika la ujasusi wa ndani la Ujerumani liliteua rasmi AFD kama chombo kilichothibitishwa kuwa na misimamo mikali. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Hungary Peter Szijjarto amesema Ukraini imeweka usalama wa nishati barani Ulaya hatarini kwa kusimamisha upitishaji wa gesi ya bomba kupitia eneo lake kutoka Urusi. Kivu ilikataa kuongeza mkataba wa miaka mitano wa usafirishaji wa wa kampuni kubwa ya nishati ya Urusi Gazprom mwishoni mwa mwaka 2024 na kukata kwa ufanisi nchi wa wanachama wa EU ikiwa ni pamoja na Romania, Poland Hungary, Slovakia, Australia, Italia na Moldova kutoka kwa mtiririka wa gesi asilia. Ukraini imeiacha Ulaya kati katika suala baya zaidi la usambazaji wa nishati baada ya kuzima bomba la gesi asilia lilokuwa likisafirisha gesi kutoka Urusi kutoka mashariki hadi Ulaya haswa hadi Ulaya kati. Jeziato alisema katika video aliopakia kwenye ukurasa wa Facebook. Waziri huyo wa mambo ya kigeni aliendelea kusema kwamba Serbia ya sasa inatoa usafirishaji wa gesi ili kuhakikisha usambazaji wa nishati ya kutosha katika eneo hilo, akiongeza kuwa Hungary kwa sasa inapokea zaidi ya mita za ujazo milioni ishirini za gesi kila siku kupitia nchi hiyo jirani baada ya Ukraine kuchagua kutorefusha mpango wa usafirishaji wa gesi na Gazprom bomba la TurkStream ambalo linapitia Uturuki na Balkan ndio njia pekee inayosambaza gesi ya Urusi katika maeneo hayo kwa sasa. Urusi iliyokuwa muuzaji mkuu wa gesi wa umoja Ulaya ilipunguza kwa kiasi kikubwa mauzo ya nje kwa jumuiya hiyo miaka mitatu iliyopita, kufuatia vikwazo vya magharibi kuhusu mzozo wa Ukraine na hujuma mabomba Nord Stream. Uagizaji wa gesi ya Urusi kwa nchi za EU ulishuka kutoka zaidi ya asilimia 40 mwaka 2021 hadi karibu asilimia 11 mwaka 2024. mapema mwezi huu tume Ulaya ilitangaza mipango ya kuondoa kabisa utegemezi wa nishati ya Urusi ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Tawi kuu la umoja huo likisema litapendekeza sheria inayohitaji nchi zote wanachama kuandaa mipango ya kitaifa kuondoa uagizaji wa gesi ya Urusi, mafuta ya nyuklia na mafuta mengine mapema ma mwezi huu sjiziatu alikosoa pendekezo hilo na kuliita kama la wenda wazimu, akionya kwamba ikiwa litapitishwa litaanzisha kupanda kwa bei ya nishati katika eneo lote na kudhuru mamlaka ya nchi wanachama Ulaya. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban ameahidi kuzuia mpango huo akizungumzia zaidi jukumu la Ukraine katika kudhoofisha usalama wa nishati barani Ulaya. Sjiziatu ameongeza kuwa Budapest na Belgrade zimekubali kujenga bomba la mafuta la kilomita 200 linalounganisha nchi hizo mbili ifikapo mwaka 2027. Ameongeza kuwa mradi huo utasaidia Hungary kuepuka kupanda kwa bei ya petrol. Na rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa salamu zake kwa wakuu wa nchi za Afrika katika kuadhimisha asiku Afrika akionyesha imani kwamba juhudi za pamoja zitapelekea kuimarika zaidi kwa uhusiano kati ya Urusi na Afrika, huduma vyombo vya habari ya Kremlin imeripoti ni nina imani kwamba kupitia juhudi za pamoja tutahakikisha upanuzi zaidi wa uhusiano wenye pande nyingi kati ya Urusi na Afrika, kwa manufaa ya watu wetu, kwa maslahi ya kujenga utaratibu wa haki wa kidemokrasia kote duniani. Mwaka huu tumeadhimisha kumbukumbu ya miaka themanini ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia na kuundwa kwa Umoja Mataifa, pamoja na maadhimisho ya miaka sitini na tano kupitishwa kwa azimio la Umoja Mataifa la kutoa uhuru kwa nchi na watu ambao walikuwa wakikaliwa na ukoloni, Putin alisema. Amesisitiza kuwa kushindwa kwa unazi na kusambaratishwa kwa mfumo wa kikoloni ni miongoni mwa matukio muhimu ya karne ishirini yaliyowezesha mataifa duniani kote kutafuta maendeleo ya amani na kujitegemea. Rais huyo wa Urusi pia amesifu maendeleo yaliyofikiwa na nchi za Afrika tangu ilipopata uhuru, akisema zimepata mafanikio yanayotambulika katika nyanja za kiuchumi na kijamii. Amesisitiza jukumu la umoja Afrika na jumuiya za kikanda katika kukuza usalama na utulivu katika bara la Afrika. Rais Putin amekariri kwamba Urusi imekuwa ikitetea kuimarisha uhusiano wa kitamaduni na kirafiki na mataifa ya Afrika. Hii inathibitishwa kikamilifu na mikutano ya kilele kati ya Urusi na Afrika iliyofanyika mwaka 2019 na mwaka 2023 ambao kutambua maeneo mapya ya ushirikiano na kuwezesha uratibu wa juhudi katika masuala ya kimataifa, Putin aliongeza. Taarifa hiyo ilijumuisha tangazo kwamba mkutano ujao wa mawaziri wa kongamano la ushirikiano kati ya Urusi na Afrika umepangwa kufanyika baadaye mwaka huu katika moja ya nchi za Afrika. Siku hiyo msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Urusi, Maria Zakharova, alisema kwamba leo uhusiano wetu unaendelea katika hali ya juu na kujenga ushirikiano wa kimkakati wa kweli, na Afrika ni moja ya vipaumbele vyetu vya sera ya kigeni ya Urusi. Mimi ni Awadh Rashidi.